Sasa mpigaji sniper alipanda juu ya nyumba sehemu. Nzuri sana hizi za juu kwa kupiga risasi ni safi sana yani, ni vizuri mtu akiwa chini kuwa juu kupiga chini kuliko akiwa chini kupiga juu <coughs> niambie sasa, wewe msumaria unataka nini na unamaanisha nini? chunja bie. yule shuta <coughs> nilisema sio mimi, shuta simjui. Bwana kavuta jambiazi Binti naye akavuta bastola hapo. Sasa naomba niruhusu niende tafadhali. Hiyo bisto si bisto, hiyo ni pekee tu ndo bisto eh. Na hata kuanzia pia ujawahi kuitumia mbao, ka chini usijo kapinga amri yangu, maana nitakuondoa maisha. Sasa niambie, sikiliza na huato sio natia ni kina nani nyie? Mimi sina, mimi si muuaji, na hesabu hadi tatu.